Lazima uwe na moyo wa kwenda juu, kwa na moyo wa kwenda juu, moyo wako uwe tayari kwenda juu, moyo wako uwe tayari kupanda juu, moyo wako uwe tayari kwa. Mchezaji mmoja akawa mchezaji maarufu kwenye timu hizi maarufu maarufu, aliamua kuacha mpira akiwa na miaka ishirini na tisa. Kwa kanyao vitu vingine vya kupanda milima na nini. Sasa so kuna mlima mmoja mrefu aenda, akapanda, alipanda akiwa amevaa pensi, yuko kifua wazi. Kule juu kuna baridi sana, kuna upepo mkali, ila yeye alipanda, akapanda, anasema amefika kama kwenye kilomita elfu moja kama na, na sitini na kitu hivi akazi, akasikia kwa sababu ile hali ya baridi na upepo mkali. Sababu hapa tu Kilimanjaro, Kilimanjaro watu wanapanda wamevaa makoti mazito yale, wamejifunika kila kitu kwa sababu ya barafu. Yeye alipanda amevaa pensi tu, amevaa kaptura, yuko kifua wazi, baridi. Anasema alifika kwenye kama kilomita elfu moja na kitu, na sitini na kitu hivi. Asema, akaanza kusikia mwili unatetemeka, akajisikia hali mbaya, akaona kama vile roho na mwili vinachana, akajisikia kama vile yani yeye am, amekuwa kitu kingine. Anasema nguvu zilimwishia za mwili, akasema hivi, niliamua kuacha kuangalia mwili, nikarudi ndani yangu kutafuta kilichobakia ndani. Anasema nikarudi kutafuta kilichobakia ndani yangu ni kipi, ndani sio nje. Anasema sio nje yangu, kilichobakia ndani yangu nikarudi ndani ya mwangu, nika moyo wangu kutafuta kilichosalia, nikaangalia moyo na sio mwili, kwa nikaendelea kupanda mpaka nikakamilisha, akafika juu na baada hapo kashuka, akame amekamilisha ndoto yake. Kwa mimi nilivyosoma ile, kasema okay, mwili inafika mahali, mwili unakuwekea kikomo, mwili unakuwekea uzio kwamba hapa hauvuki. Unapofika mahali, unaona mwili umegoma, umekukatalia kuendelea, ukirudi ndani ukaangalia ndani yako, kile kilichosalia itakuvusha pale ambapo mwili umegomea. Mtu hivyo ukipanda kule anakuambia bwana, utakufa ukipanda, kwa sababu utakufa. Kule kuna baridi, kuna upepo, kuna nini, utakufa. Lakini yeye alipanda na akashuka na mpaka leo yupo hai, hajafa. Kwa nini? Kwa sababu aliamua kuamua kutumia nguvu ya ndani, sio nguvu ya nje. Kwa hiyo lazima uwe na moyo uwe na fikra na mtazamo wa kukubali kuwa juu tu, na wewe utaka kuwa juu tu, kwa namna ambavyo ukianza hatua za kwenda juu au ukianza kufanyia kazi hapo, tunakuwa tunajifunza, unapoona mwili unakugomea, unarudi ule moyo wako kutaka kufika kule, ndo utakokuvusha kwenye ule mpaka ambao mwili unakuwekea. Imagine tai akapewa moyo wa kuku, ataruka tai kama tai? Ukimchukua, ameumbwa na ametengenezwa kabisa kwa ajili ya kupaa juu, kwa ajili ya kutembea kwenye upepo mkali. Tai hata uja upepo mkali kiasi gani, wala umtishi yeye, kwanza ndo anaofurahia yani, ule ndo unamsaidia anacheza nao vizuri, ila pamoja na kutengenezwa vile akiondolea ule moyo wa tai ukawekwa moyo wa kuku ndani, hata kama ni tai na moyo wa kuku uwo, uhakika akiona upepo mdogo tu atakimbia kujificha kwa sababu ya moyo wake. Kinachomfanya mtu aende mbali zaidi ni ule moyo uliomo ndani yake. Ndio maana nimekuambia cha kwanza kabisa, kubali, amua kutengeneza ndani yako, na jiwekee moyo wa kufika mbali, jiwekee moyo wa kuwa juu tu, jiwekee moyo wa kuinuka, jiwekee moyo wa kufika mbali, jiwekee moyo wa kupaa juu, jiwekee moyo na mitazamo na fikra kwamba nimeamua na nimekusudia, hakuna kitakachonishusha wala kunizuia kundizu, nitafanya kila kinachojika kufanya, lazima nifike hapo napotaka kufika pale ambapo nasema kwamba nataka nifike hapa lazima ufike. Huo moyo ni moyo ambao utaweka utofauti kila wakati. Moyo wa kuwa juu tu ukiwa nao ndio ambao unaenda kuweka utofauti kila wakati utakapojikuta, utaweka utofauti kwenye chochote unachokifanya, utaweka utofauti kwa sababu. Ukishakuwa na moyo wa kuwa juu tu, mitazamo wa kuwa juu tu, fikra za kuwa juu tu, kuna mambo ambayo zitaanza kukupa. Mfano, huyu mtu aliyepanda mlima alifika mahali akashindwa, aka akaona sasa kwamba nimefika mwisho, hata maisha yake, akaingia talini, yuko nusu ya kufa, anaona kama vile roho inaacha mwili. Asingerudi kuangalia ndani yake, akapata nguvu tokea ndani kabla hajarudi kuangalia ki, ndani yake, zile nguvu zilizokuwa ndani yake kuendea ku, zilizomsaidia kuendea ku, kutembea kapanda mlima zilikuwa wapi? Zilikuwepo, kwa nini zikutoka kabla hajachoka? Na kwa nini zilikuja kutoka baadaye, baadaye kuamua kukaa, akaona hana alternative, akama kurudi kuangalia ndani yake. Kwanini hazikumsaidia kabla? Kwa sababu alikuwa hajarudi, hajaushirikisha kwa bado. Unapoanza kuona moyo wa kuwa juu na mitazamu na fikra za kuwa juu, kuna namna zitakuwa zinaachilia enerji ya kukufanya ufike kule unataka kufika. Ndio maana tai, ukimtolea moyo wake, ukaupa moyo wa kuku, hata kama viungo vya mwili wake na mifumo ya mwili wake inamsupport ina kuruka na kwenda umbali mrefu sana juu, kwa sababu tu ya ule moyo wa kuku, utazuia ile nguvu na uwezo wake wa kuruka na kwenda mbali zaidi kwa sababu tu ya moyo hali ya moyo wake ilivyo ndio maana kwenye mithali neno linatuambia linda sana moyo wako kuliko vyote vilindavyo kwa maana huko ndiko zitoka kwa chemchemi za uzima chemchemi zika ikafukiwa kwenye mwanzo wa sura ya 26 wakati Isaka mzee mzee Ibrahim ameshakufa alikuwa kuna visima Wafilisti walivifikia visima vya baba yake, akaenda nachimbua kisima. Kumbe, asema, kwa hiyo kumbe anasema ndiko zitokako chemchemi za uzima. Usipokuwa na moyo wa kuwa juu tu, usipokuwa na fikra za kwenda juu tu, ni kama vile inazuia vile visima ambavyo Mungu ameweka ndani yako vikusaidie kukufikisha juu. Kuna energy, kuna vitu vimo ndani. Sikiliza umri tulio nao na mali tulipofika, hatuta, hat, hat, hatutaji kuwa motivated yani, hat, hatutaji mtu akutuhamasisha mtu akututia moyo Aa. lazima ujitie moyo mwenyewe ujihamasishe mwenyewe, usisubiri mtu akuja kukupush, akusay, akuhamasishe akuambie mambo akokutia moyo akukuongezea nguvu. Lazima uwe una uwezo wa kujimotivate mwenyewe kujishawishi mwenyewe, na ili uweze kuwa na huo moyo, lazima ndani ya moyo wako uwe ni moyo ambao hauna kinyongo kambali na hasira, kambali na vinyongo, kambali na kulalamika, kambali na chochote ambacho sio cha Kimungu. Moyo wako usibebe hasira, usibebe kunungunika, usibebe kulalamika, usibebe kulaumu. Katika kila hali mshukuru Mungu, katika kila jambo mshukuru Mungu. Lazima uepuke kuwa na mitazamo au fikra za kimaskini. Jitie moyo katika Bwana. Hata kama hauna kitu usiishi kama hauna kitu, ishi kama vile unacho kuwa na mitazamo chanya, kuwa na mitazamo ya kimafanikio, kwa sababu usipokuwa na hiyo mtazamo, ni ngumu sana kuwa juu tu. Kuwa na mtazamo ya kimafanikio, kuwa na mitazamo ya kitajiri, hata kama bado kwa jinsi ya mwili hujatajiri, ile kuwa na mitazamo hiyo. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hivi, tumesoma kwenye Zaburi, Bwana alipowarejeza mateka walikuwa kama watondo tu, kama watondo tu. Maana yake ni kwamba walikuwa hawajatarajia, hawakutegemea Vimekuja ghafla. Kuna, kuna, kuna kitu Mungu amefanya kwenye maisha yao. Yesu alitoa mfano kwamba kuna kabaila aitaka kusafiri kwenye Mathayo ishirini na tano alipotaka kusafiri akachukua watu watatu, mmoja akampa talanta tano, mwingine mbili, mwingine moja, sema he gave them according to their several abilities, aliwapa kwa kadri ya uwezo wao. Neno kwa kadri make kwa kiwango au kwa kipimo cha uwezo wao, lazima fikra zao zilihusika. Yesu alikuwa anaangalia ndani ya mtu, mitazamo yake, fikra zake, namna ambavyo moyo wake umekaa. Kwa sababu kama umetuita wote watatu, kwa nini mimi unipe tano? Huyu umpe mbili, huyu umpe moja. Kwa nini wote usitupe tano? Au kwa nini wote usitupe mbili? Au kwa nini wote usitupe moja? Anasema aliwapa kwa kadri ya uwezo wao. Kwa hiyo yule aliyekuwa na tano alikuwa na uwezo mkubwa wa kubeba tano. Wa mbili alikuwa na uwezo wa kubeba mbili. Moja alikuwa na uwezo wa kubeba moja, kwa kadri ya uwezo wao. Kwa hiyo ukishakuwa na fikra Zaki, za kufanikiwa fikra za kuinuka fikra za kitajiri fikra za kusonga mbele fikra za kuwa mtu mkuu haijalishi mahali ulipo ukishakuwa na hizo fikra make ni uwezo ambao uko ndani yako unakuwa unaonyesha kuna kitu kinaumbika ndani Mungu akija anaangalia kwa sababu Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo Mithali 23:7 aonavyo mtu nafsini mwake nisema Afikirivyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo, anaangalia namna ambavyo mtu anafikiri. Ng'ombe hawezi kuwa na fikira tofauti, afu kutegemea wewe juu, haiwezekani. Yes, lazima uwe na fikra za namna hiyo, uwe na mitazamo ya namna hiyo kwanza.